Hivi unajua unaweza ukarekodi video kwenye kamera ya kawaida na ukaingizia muziki ukiwa unaendelea kuplay. Wengi sana wanapenda kutumia kwenye Snapchat na TikTok, anarekodi video wakati ameplay muziki, lakini kumbe sio lazima uwe na Snapchat, lakini kamera tu ya kawaida inaweza ikafanya hivyo. It's very simple. Ili ufanye hivyo, just follow me, ni kusanue Come on. So utaingia settings. Ukifika setting utaenda moja kwa moja kwenye kamera utaingia sehemu imeandikwa record sound, utai turn on, utaiwasha. Kwa hiyo kisha turn on hiyo inakuwa very simple. Kwa unaweza kuplay mziki wako na ukawa unarekodi video like this. You see? Unaona hiyo? Mziki unaendelea lakini pia video inaendelea kujirekodi vizuri kabisa, so hata ukiplay video yako utakuta ina mziki ambao unaimba hakikisha umefollow page yetu ili uendelee kupata information zaidi kuhusiana na teknolojia ya simu na mawasiliano kiujumla.